E, mimi naitwa Bwana Rajabu Said Mpondo mkulima. Nipo kijiji cha Mkimbii, kata ya Kinyeto. Ni mkulima nimeanza tangi 2010 2018 nimeanza kulima shima, a, nimeanza napamba pamba. Mwaka uliofuata nikabidi nipabalishe shamba langu nikaweka alizeti. Na alizeti hiyo nilipata kama gunia gunia 16 na nusu. Mwaka uliofuata tena nikageuza nika, nika tena badala ya kurudia alizeti niliamua kupanda mahindi. Mahindi naye nikapata kama gunia mara ya kwanza nilipata gunia ishirini na mbili kwenye heka mbili na robo hii. Mara ya tatu nikalima tena alizeti. Alizeti nikapata gunia ishirini na mbili ambayo mwaka juzi. Mwaka huu tena kama unavyoona tena kwenye alizeti yangu hii hapa nimelima nime, nime alizeti matarajio yangu kwenye hili shamba mwaka huu natarajia nipate hata gunia thelathini na thelathini na mbili na kuendelea. Maana hili shamba mwaka huu nimeliboresha zaidi, maana nyuma ilikuwa bado najifunza, ila sasa hivi nimekuwa mkulima ambaye naweza nikafanya kitu nikaonekana kama nyie wataalamu kama leo kuja kunitembelea. Na washukuruni sana wataalamu kuja kunitembelea kwenye shamba langu, na na natarajia na hata wakulima wengine naye mtawafanyia hivyo hivyo ili tuonekane kwamba na sisi wakulima naye tuna tunajulikana kwenye mafanikio. Kwa kweli nafanikiwa kama unavyoona, vitu ambayo nimefanya hapa nyumbani, nimeshanunua ng'ombe ambayo kama ulivyoona pale ng'ombe nyumbani, na, na nyumba kama umeona hizi nilivyozijenga hizi hapa, kama unavyoona nimejenga nyumba mbili, maana mimi na wanawake wawili hapa na, na familia ambayo na familia na, na watoto kumi na saba na kingine ninacho, niliulizwa swali na ofisa ninapowafundisha wenzangu na kilimo cha kizamani kupanda. Maana kwanza tunapanda kwa mistari, tunapanda kwa mbolea, na ndio maana unavyoona mazao yameonekana, hata wadudu wasiwepo kwenye shamba mara nyingi na kingine mimi ni, ni, ni, ni, ni sana huwa napenda sana kuhudumia jamii. Nahudumia jamii mpaka sasa hivi kwenye kata yangu ya Kinyeto, nimeshapata basikeli basikeli za walemavu kama kumi na saba mpaka sasa hivi. Na vile vile mimi kwenye kata yangu nafundisha vikundi vya wajasiriamali e, nafundisha vikundi vya wajasiriamali na nafundisha namna ya kuweka hisa na nakuwa na nidhamu kuwa na kwenye, kwenye fedha.